Hebu tena, mpenzi unayetufuatilia katika chaneli yetu ya Bikira Maria Mama wa Huruma Mbezi Beach, katika kipindi hiki cha Kwaresima na katika mfululizo wa mafundisho yetu haya, mara ya kwanza tulizungumza juu ya Kwaresima, lakini leo tuzungumze juu ya Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu ndio ufunguo wa kipindi hiki cha Kwaresima, inatutengenezea mazingira mazuri ya kutupeleka kwenye zile siku arobaini za mfungo wa Kwaresima. Jumatano ya Majivu inatukumbusha kwamba sisi ni watu wenye dhambi, tumemkosea Mungu. Kwa hiyo tunapopakwa majivu tunakumbushwa kwamba sisi ni wakosefu na tunapaswa kutubu kiukweli. Zamani ukiwasoma hata kwenye maandiko ilikuwa mtu akifanya dhambi, akikosa alikuwa anaenda kutubu tena, anachukua majivu, analala, anahama kutoka kwenye kitanda chake analala kwenye majivu alafu anajipaka majivu, yanakuwa ndio kama mafuta yake. Sasa majivu yale yanapakua, anapauka ngozi inaharibika, wengine wanatoka hadi vidonda. Bila shaka, hiyo yote ilikuwa ni kufanya topa, kuonyesha kwamba ninapaswa kutubu. Lakini pia majivu yanatukumbusha kwamba sisi ni mavumbini na mavumbini tutarudi. Tulitoka katika udongo na huku udongoni tutarudi. Kwa hiyo tunapaswa kufanya nini kama sisi tuko hivyo Tunapaswa kufanya toba ya kweli kutu kiukweli na kujiandaa kiukweli. Siku hii ya leo tunafunga, lakini tunafunga, tunafunga nini? Tunaweza tukasema kweli tunafunga vyakula, lakini kama ninafunga kula, ninafunga kula kunywa, lakini tabia yangu bado mbaya, sina imani, sina matendo mazuri, sina maadili mazuri, bado mimi sina msamaha, mimi bado ninatenda mambo maovu, kuna faida gani ya kujinyima chakula wakati sibadiliki rohoni mwangu. Matendo yetu ya kufunga ambayo tunaanza leo katika Jumatano ya Majivu yaendane na mabadiliko ya kweli ya ndani. Kwa hiyo, tunapozungumza kufunga, ni kupunguza ama kuviondoa kabisa vile vilema vinavyotupeleka kwenye dhambi: tabia zangu, maneno yangu, matendo yangu, fikra zangu, maisha yangu, mambo mbalimbali ambayo ninayafanya yanayonipeleka kwenye dhambi, hayo ndio ninayopaswa kuyabadilisha pamoja na kujinyima kula, pamoja na kujinyima starehe, pamoja na kujinyima anasa, pamoja na kujinyima vitu ambavyo ni vya kawaida vya ulimwengu, lakini nitengeneze maisha yangu ya kiroho, nibadilike, nibadilishe tabia yangu, nibadilishe msimamo wangu, nibadilishe lugha yangu, nikuwa, niongezeke katika imani, yani nifaidike ndani ya moyo wangu, katika imani yangu, katika maisha yangu, ndipo Kwaresima itakapokuwa na faida na msaada katika maisha yangu. Ninakupea nakuombea, Mwenyezi Mungu akusaidie kusaidia katika kipindi hiki, kuanzia leo siku ya Jumatano ya Majivu uweze kuwa mtu aliyebadilika, mwenye mtazamo mpya, maisha mapya, imani mpya, na kuwa Mkristo mpya. Pia nakutakia Kwaresima njema.